Ni ndoto ya watu wengi ulimwenguni, kama inavyofahamika usemi wa American dream. Watu wengi ulimwenguni wanataka kuwa Marekani, wanataka kumiliki paspoti ya Marekani na kufahamika kama raia wa Marekani. Lakini papo hapo kuna jambo lingine ambalo linashangaza kwa raia kutoka katika mataifa tofauti ulimwenguni. Tunaweza kuchukua mfano wa mataifa ya bara la Afrika: mtu anajisikia fahari kuitwa Marekani mwenye asili ya Kenya, aidha Marekani mwenye asili ya Kongo. Lakini papo hapo, huwa ni mziki mnene ambapo raia wa Angola anaweza kujinasibu ya kwamba yeye ni Mwangola lakini ana asili ya Msumbiji. Lakini jambo hilo inaweza kuwa sababu ya yeye kuweza kubaguliwa kutokana na asili yake. Pindi ambapo wewe ni raia katika taifa moja barani Afrika unaweza kuwa wewe ni raia wa Zimbabwe lakini una asili ya Kongo na kujipata ya kwamba unabaguliwa nchini humo kutokana na asili yako, lakini papo hapo raia kutoka katika mataifa hayo hutaka kwenda nchini Marekani, aidha katika mataifa ya magharibi, na kudai haki sawa na raia ambao ni wazawa katika mataifa hayo, huko katika mataifa yao, kuwabagua wale ambao wana asili kutoka katika mataifa mengine lakini wanajihisi kuwa raia katika mataifa hayo. Rais wa Marekani Donald Trump kwa sasa amerahisisha kwa mtu yoyote ambaye atakayekuwa na uwezo wa kiwango cha dola milioni tano kuweza kuwa raia wa Marekani. Unatakiwa kulipa kiwango cha dola hizo milioni tano na kukabidhiwa pasipoti na kuwa moja kwa moja raia wa Marekani na dola hizo, idha kiwango hicho cha pesa Utatakiwa kuwekeza katika sekta tofauti aidha katika biashara ambazo unaweza kuanzisha nchini Marekani ili kuweza kuwa raia wa Marekani moja kwa moja bila kusubiri masharti tofauti ambayo huwa yakiwekwa ili mtu kuweza kukubalika kama raia wa Marekani. Utatakiwa kujua historia ya Marekani, kwa mfano watu ambao huwa wakichaguliwa katika bahati nasibu ya Green Card huwa wakitakiwa kuheshimu baadhi ya masharti ili baadaye kuweza kupewa uraia huo wa Marekani. Inaweza kuchukua labda miaka mitano aidha zaidi ili uweze kupewa uraia wa Marekani. Na njia nyingine ni labda kufunga ndoa na raia wa Marekani na jambo hili linajadiliwa na baraza la bunge iwapo mtu ataweza kupewa uraia wa Marekani kutokana tu ameweza kufunga ndoa na raia wa Marekani. Ni fursa mpya hiyo kwa Marekani kwa mtu ambaye atakayetaka kuwa na uraia wa Marekani kuweza kutoa kiwango hicho cha pesa. Utafahamu ya kwamba kuna mataifa mengine ulimwenguni ambayo yanatoa kiwango hicho cha pesa ili mtu uweze kuchukua uraia wake. Na hatua hii ambayo imechukuliwa na serikali ya Rais Trump katika mitandao ya kijamii inatajwa kwamba lengo lake ni kutaka kuzuia aidha kupunguza idadi ya watu ambao huingia nchini Marekani kwa njia tofauti wakitaka kuwa na uraia wa Marekani. Hivyo basi, imetajwa kwamba mchujo huu ni kwa ajili ya kuwataka watu ambao watakaokuwa na ushawishi na faida kubwa kwa Marekani, ndio ambao watakaopewa kipaumbele kuwa raia wa Marekani na sio kwa kila mtu ambaye atabahatika kuingia nchini Marekani. Ni jamii sana utamaduni, unasemaje kuhusu hatua wa hii imefikiwa na Marekani kutoa kiwango cha pesa ili uweze kupewa uraia wa Marekani?